Haya, muhimu ni kupambana e, kuhakikisha katika kile ambacho unakiamini basi unaweza kufanikiwa nacho. Haijalishi e, unafanya kitu gani, hakikisha mm, unapambana na hicho hicho mpaka pale ambapo utatoboa. Ehe. Sasa tumekuwa hili, tunarudi muda sio mrefu, tumerudi sasa hivi 4 dakika 17 na kama sio 18, e, tulikuahidi kwamba tukirudi moja kwa moja tunaungana na mgeni wetu e, na mgeni wetu si mwingine bali ni mratibu wa huduma za chanjo e, kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambapo kubwa atakuja kuzungumzia utoaji wa chanjo ya IPV kama sikosei Mm-hmm. kwa watoto wenye miezi tisa ili kuimarisha kinga ya mapambano ya ugonjwa wa polio. Sawa. Sasa kujitambulisha, naomba nimkaribishi aweze kujitambulisha mwenyewe kwa sababu imetaja uh, cheo chake, nafasi yake kazini, lakini natamani aweze kujitambulisha mwenyewe kwa nafasi yake, alafu ndo moja kwa moja tuweze kuanza mazungumzo so, yetu hey, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. uh -huh. Kwa majina naitwa Michael Francis Gweba. Mimi ni mratibu wa huduma za chanjo katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Sawa, karibu sana Mr. Gweba. Asante sana, asante sana. Ume, umesema tunakuja kuzungumzia kuhusiana na namna kuweza kupata chanjo au utoaji wa chanjo kwa watoto hawa miezi tisa, lakini nitamani uanze kuzungumzia kuhusiana na ugonjwa wenyewe wa polio. E, inawezekana watu wanausikia juu juu, lakini hawajajua kiundani hasa ni ugonjwa gani mpaka pale ambapo inaambiwa sasa lazima kila mtoto apewe uh, chanjo ya ugonjwa huu. Asante sana. Labda tu kwa utangulizi nianze kwa kusema kwamba ugonjwa huu wa polio umekuwa tishio kwa miaka mingi katika nchi nyingi duniani, mm -hmm, ikiwemo nchi yetu ya Tanzania. Kwa mara ya mwisho hapa nchini kwetu Tanzania mgonjwa wa polio alipatikana Julai mwaka 1996. Utaona kwamba ni kipindi kirefu, lakini hivi karibuni nchi za jirani zimekumbwa na mlipuko wa ugonjwa wa polio ikiwemo nchi ya Malawi, Zambia, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Okay. hao utaona tuliyokuwa kabisa, kabisa. tuepakana na kila upande. Sasa kutokana na mwingiliano wa wananchi baina ya Tanzania na nchi hizi jirani nchi yetu ni miongoni mwa nchi zilizo katika hatari kubwa ya kupata maambukizi ya ugonjwa wa polio. mm -hmm. Endapo hatua madhubuti hazitachukuliwa, sasa ugonjwa huu unaweza kumpata mtu yoyote katika mm -hmm. umri wowote, ila watoto walio na umri chini ya miaka 15 wao ndio wanaathirika zaidi. mm -hmm. Kutokana na kinga yao ya mwili ipo chini. mm -hmm. Kwa kuendelea ni kwamba kutokana na uwepo wa mlipuko wa ugonjwa wa polio nchi za jirani Serikali yetu tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuudhibiti kuenea kwa ugonjwa huu hapa nchini. Aidha, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imeandaa uh, mafunzo ya utoaji wa huduma ya chanjo dhidi ya virusi vya ugonjwa wa polio kwa watoa huduma wa, wa nchi nzima. Kwa hiyo utaona kwamba wizara imefanya mkakati huo nchi nzima, watu wa huduma ya chanjo wamepatiwa mafunzo ya kwenda kutoa hii chanjo ya kujikinga na ugonjwa wa polio. Sasa labda nianze moja kwa moja ndugu mtangazaji, kuuelezea ugonjwa wa polio, ni ugonjwa wa namna gani? Ugonjwa wa polio ni ugonjwa wa kupooza unaoambukizwa na virusi vinavyojulikana kama polio virus. Ugonjwa huu unaweza kumpata mtu yeyote katika umri wowote, ila watoto wanaathirika zaidi. Kwa hiyo utaona kumbe kumbe, hata watu wazima unawapata mm. Lakini athari kubwa inawapata watoto na ndipo pale serikali imelenga kwenda kuweka kinga kwa wale watoto. Virusi vya polio humwingilia mtu kupitia chakula au maji yaliyochafuliwa na virusi, kwa tunaopata kumbe, kwa njia ya kula au kunywa maji lakini pia virusi vya ugonjwa wa polio hukaa kwenye utumbo wa binadamu, yaani pale tunapovila au tukavinywa, vinakwenda kukaa kwenye utumbo wa binadamu na kuzaliana kwa haraka na baadaye kuweza kushambulia mishipa ya fahamu. Kwa hiyo, kumbe vinakwenda kuzaliana kule kwenye utumbo, lakini athari yake inakwenda kushambulia mishipa ile ya fahamu ya binadamu. Uambukizi wa mishipa ya fahamu husababisha kupooza katika sehemu moja au zaidi ya mwili wa yule alipata virusi hivyo aliyekunywa au kula vile vimelea. Sasa tunawezaje kutambua ugonjwa wa polio? Mm. dalili za awali, mgonjwa wa polio anakuwa na homa, kuumwa kichwa au mwili sambamba na kuharisha na kutapika, lakini naambiwa kwamba mtoto anaweza kuwa na dalili hizi pekee au akaendelea na dalili nyingine zinazofuata, mfano shingo yake na kakama Eh, pamoja na mgongo, lakini pia kuto kuweza kutulia, anakuwa mtoto si mtulivu, na mara nyingi anapata kuumwa na miguu au mikono, analalamika viungo, mikono, miguu inauma. Basi unaweza ukahisi kwa pengine hii inaweza kuwa ni hatari mojawapo ya ugonjwa wa polio. Baadhi ya watoto hupooza mwili na wengine hufariki kwa kupooza, kwa sababu misuli ile inayosaidia kupumua inakwenda kuathirika, ina, ina sinyaa basi mtoto anaweza kwenda kupoteza nini maisha. Sasa utambuzi wa ugonjwa huu kwanza, hii inasisitizwa, lazima tukumbuke, sio rahisi kutambua ugonjwa wa polio kwa kuona kwa macho mm -hmm. Sio rahisi. Kwa kuzingatia ugumu huu, mtoto yoyote mwenye umri chini ya miaka 15 ambaye atapooza ghafla bila sababu yoyote ya wazi, kama vile ajali au kuumia ubongo, ashukiwe kuwa na ugonjwa wa polio. Kwa hiyo mtoto yoyote katika jamii atakayeonekana amepooza bila kupata ajali, kupata tatizo lolote la ubongo, ametokea tu kupooza ghafla, basi huyo awe mshukiwa, mhisiwa mm -hmm, wa ugonjwa wa polio. Sasa ugonjwa huu ndugu mtangazaji, unakinga na hili ndiyo eneo ambalo serikali imeweka nguvu mm -hmm. tunaambiwa kwamba ugonjwa wa polio unakingwa kwa chanjo ya polio ya matone. Kuna matone ambayo tutakwenda huko mbele tutaona ratiba ya chanjo hii inatolewaje. Kuna matone ambayo mtoto anapewa mara anapozaliwa na nyunyuziwa matone mdomoni lakini pia kuna chanjo ya sindano ambayo mtoto huipewa anapofikisha umri wa wiki sita anapata sindano moja ya paja. Mm -hmm. Lakini huko mbele tutaenda kuona na ratiba ya chanjo nyingine tutaenda kupitishana. Lakini hii chanjo ya OPV hutolewa kwa watoto mara tu wanapozaliwa na kuendelea kuto, kutolewa anapofikisha umri wa wiki sita anapofikisha wiki kumi na hatimaye wiki kumi na nne ndio anakuja kupewa hii polio ya sindano. Kwa sasa chanjo ya IPV hutolewa kwa watoto wakiwa na umri wa wiki kumi na nne. mm -hmm. Sasa tunakwenda kuongeza kinga yao kwenda kuitoa dozi ya pili. Tumeona hii ya kwanza anaipata akiwa na wiki kumi na nne. mm -hmm. Tunakwenda sasa kutoa ya pili akiwa na umri wa miezi tisa ili kuimarisha kinga za miili yao okay. Lengo la kuimarisha kinga dhidi ya ugonjwa wa polio lipo kwa watoto wote, wataanza kupewa dozi ya pili ya polio ya sindano watakapofikisha umri wa miezi tisa. Sasa tunaambiwa kwamba chanjo ya polio ya sindano IPV ni chanjo ya binadamu. Kwanza wananchi lazima wafahamu. Hii siyo chanjo ngeni, ni chanjo ipo katika mfumo wa utoaji wa chanjo zetu kwa watoto. Chanjo hii inatengenezwa na aina tatu ya vimelea virusi vilivyopunguzwa nguvu kirusi namba moja, mbili na tatu lakini chanjo hii imeidhinishwa na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO, kwa hiyo ni salama kwa matumizi. Sambamba na shirika hilo, Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba TMDA nayo na imeidhinisha hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa hiyo kama nilivyosema awali, kuanzia mwezi wa tano tarehe moja katika vituo vyetu vyote katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, vitaanza kutoa chanjo hii kwa watoto wote waliofikisha umri wa miezi tisa watakwenda kupatiwa chanjo ya dozi ya pili ya hiyo ni kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Halmashauri, lakini mimi nazungumzia halmashauri ya jiji. Ndiyo, lakini chanjo hii kuna... pia itakuwa ni nchi nzima siku hiyo hiyo moja, nchi nzima kila kituo kinachotoa huduma ya mama na mtoto. uh -huh. Watakwenda watoto kupewa watakao kuwa wamefikisha umri wa miezi tisa. uh -huh. Watakwenda kupatiwa chanjo hii uh -huh. Kwa hiyo tutaiona kwamba chanjo hii IPV ya sindano ambayo mtoto anapewa katika paja lake la kulia inatolewa katika wiki ya kumi na nne uh -huh. Eh, lakini pia atakapofikisha umri wa miezi tisa, tisa. Kwa hiyo tunataka kuwatoa hofu uh -huh. wakina mama wazazi wote kwa ujumla wasiwe na wasiwasi na hii... na, na samahani, hii ya uh, pili ambayo mtoto anaipata akiwa na miezi tisa ni mpya, ndio ambayo imeanza sasa hivi, ama chanjo mpya ni ipi? Hatuiti chanjo mpya ndugu, uh -huh. mtangazaji. mm. Si, si chanjo mpya mm -hmm. kama nilivyosema awali, hii chanjo mtoto alikuwa naipewa akiwa na umri wa mie, miezi wiki 14. Mm. sasa ile alikuwa anapewa dozi moja. Yeah. anachanjwa mara moja tu. Ndiyo. Lakini sasa ili kuimarisha kinga za miili ya hawa watoto wetu. Uh -huh. Tunakwenda kuitoa awa, dozi ya pili. Okay. akiwa na miezi tisa. Kwa hiyo, okay. Sio chanjo mpya. Ni ile ile kama aliyopewa ya kwanza, lakini nakwenda okay. kuongeza kinga okay. katika mwili wa mtoto. kwamba sasa hivi itakuwa napewa mara mbili. Mara mbili. Akiwa na wiki kumi na nne, kumi na nne. na akiwa na miezi, na miezi tisa. Tisa. Kwa hiyo kama we ni mzazi hapo nyumbani usiseme mwanangu alishapewa uh-uh. Akiwa na wiki 14 kwa hiyo haina haja tena ya kwenda labda kupata kwenye hii ya miezi tisa. Kwa hiyo haja ipo kwa sababu serikali imeona kwamba ile ya kwanza ipo lakini hatari ipo sasa hivi zaidi. Hatari ipo kwa sababu nchi jirani ambazo tunaingiliana, mm -hmm. zimetuzunguka na tayari wenzetu wameshapata ugonjwa. Ndiyo. Sasa lazima tuweke mipango iliyo thabiti mm -hmm. ya kuhakikisha watoto wetu tunawakinga na ugonjwa huu, ili hata kama ukajitokeza, basi at least watoto wetu wote wawe wamekingwa, kutakuwa hakuna madhara yoyote. Lakini la, kue, la, la kuelewa na la kutilia maanani mm -hmm. ni kwamba chanjo hii inakwenda kuzuia virusi vya ugonjwa wa polio, lakini pia inakwenda kuimarisha kinga ya mwili kwa hawa watoto wetu, sambamba na kupunguza ulemavu na vifo vinavyoweza kutokana na nini, kutokea wa kutokana na polio. Sa. Sasa hapo awali nilisema hizi sio chanjo pekee anazopata mtoto wa umri wa chini ya mwaka mmoja. Hmm. Kuna chanjo pale tu mtoto anapozaliwa labda hapa sasa nizungumzie ratiba mm, ya utoaji wa chanjo katika nchi yetu ya Tanzania. Mtoto tu anapozaliwa anapewa chanjo ya BCG. Hii ni sindano inachomwa katika bega lake kwa ajili ya kumkinga na kifua kikuu. Sambamba na hiyo, anaanza kupewa hii chanjo ya polio matone mm, hiyo tunaita dozi sifuri. Lakini anapotimiza wiki sita anarudi tena kwenye kituo cha huduma mm, anapewa matone tena ya kuzuia polio lakini kuna chanjo inaitwa penta. Kwa hiyo mtoto wa miezi tisa atapata sindano mbili, sindano ya surua ambayo inatolewa katika bega sambamba na sindano ya IPV ya polio ambayo inatolewa katika paja la kulia. Sawa, umesema hatari ipo na sasa hivi inaonekana hatari ni kubwa, kwa sababu nchi za jirani wenzetu tayari wameshakumbana na hiyo hali. Sasa sisi watu wazima, nasi mnatupa msaada gani kuhakikisha kwamba, inawezekana mtu ni mtu mzima lakini hayuko vizuri sana, anaumwa hapa na pale. Inawezekana kinga yake nayo ikawa ni ndogo. Je, kuna utaratibu wowote wa kuhakikisha kwamba na watu wazima na wao wanapata hizi chanjo? Aa, kwa kweli kwa nchi yetu utaratibu uliopo mm -hmm. mpaka sasa hivi ninavyozungumza chanjo hizi zinatolewa kwa watoto walio na umri chini ya miaka mwaka mmoja mm -hmm. ya huo ndio utaratibu wa mpango um, wetu wa chanjo wa taifa. Inawezekana na zipo chanjo nyingine za kukingana na magonjwa mengine mm. ya kuambukiza zinatolewa hata kwa watu wazima, lakini kwa kwetu nchini mwetu, kwa kweli, mpango uliopo ni kwa watoto wadogo. Kwa watu wazima tunasema sisi pia kinga zetu zimeshaimarika, okay. Kwa hiyo inakuwa ni nafasi ndogo sana, hata kama atavipata vimelea hivi uhum. athari kwa mtu mzima inakuwa ni ya kiwango kidogo sana ukilinganisha na wale watoto wadogo, sawa. Na akiwa ameshaupata akiwa matibabu, ya matibabu yake kwa kweli, kwanza akishavipata vimelea uhum. Uh, matibabu yake kunakuwa hakuna kuna matibabu kwa sababu hivi ni virusi, na ndio maana tunaweka jitihada na tunaielimisha jamii ione umuhimu wa watoto kupelekwa kupewa chanjo hii mm -hmm. Wamama, wababa wajitoe, jamii kwa ujumla ijitoe kwenda kuhakikisha watoto wetu wanapatiwa chanjo hii, kwa sababu anapoupata ugonjwa huu wa polio mm -hmm. Kwa kweli hauna tiba. Na kama nilivyosema madhara yake yatakuwa ni kupooza baadhi ya viungo au yanaweza kusababisha kifo. Sawa, msikilizaji, umesikia kuhusiana na ugonjwa wa polio. E, na namna ambavyo tumeweza kuzungumza hapa na mratibu wa huduma za chanjo kwa jiji la Dar es Salaam, Mr. Gweba ambaye ametueleza namna ambavyo chanzo, uh, chanjo hasa ya miezi tisa ambavyo inatolewa ina na utaratibu ambavyo ulivyo ratiba za hapa na pale. Kwa hiyo naomba turuhusu, kwa wewe msikilizaji, kama una lolote la kuweza kuuliza chochote kupitia namba 0655665917, 0655665917, na hapo unatueleza kama, kama una swali, kama una maoni au kama umekutana na changamoto yoyote kuhusiana na ugonjwa wa polio uh, ili uweze kupata majibu hapa hapa. Mimi kitu ambacho unaona kinaniwia vigumu <coughs> Dokta hapo kwenye masuala ya, unasema ugonjwa unapatikana kwa njia ya kula kunywa mm -hmm. ni ni vipi wazazi wawe na umakini labda na watoto vile vitu ambavyo wanakula vifanywefanyweje, ili kusudi ule mdudu chutuja, tujaribu kumwepuka. Asante ndugu mtangazaji. La kwanza tunasisitiza kwanza eh, kufuatia zile kanuni za afya katika kanuni mojawapo ya afya tunasema kwanza, uandaaji wa chakula ufanyike katika hali ya usafi. mm -hmm. Kwa maana mwandazi yeyote wa chakula kabla hajafanya shughuli, hakikisha aakikisha amenawa uh, mikono yake kwa maji safi na sabuni, maji yenye kutiririka yaliyo safi na salama. mm -hmm. Lakini pili, tuwe na tabia ya ulaji wa vyakula vya moto eh? Nasema virusi hivi vinaingia, vinapitia njia ya chakula au maji mm. Sasa chakula kikiwa cha moto, kwa kawaida kirusi hakiwezi kuhimili, kitakufa kwa sababu yale sio mazingira yake ya kawaida mm. Vivyo hivyo upande wa maji, maji yachemshwe au yatiwe ya dawa mm. Kwa kutumia dawa za kutakasa maji, hapo tutakuwa tumejikinga kwa namna moja au nyingine na maambukizi ya ugonjwa wa polio. Sawa. na je, kuna gharama zozote mtu anatakiwa kulipia ili watu waweze kufahamu kabisa? Ah, hii ni taarifa rasmi kwa wananchi. Katika vituo vyetu vyote viwe vya serikali au vya binafsi, huduma za chanjo kwa watoto na wamama wajawazito zinatolewa bila malipo yoyote. mm -hmm. yeah. Sawa. na kuna wasikilizaji anasema ok. mm -hmm. anatusikiliza nawapata vizuri anaitwa Masedo. Okay, haya naona mengi tayari umeweza kuzungumza, labda kabla ya kuyakamilisha, una lolote la kuweza kumalizia? Labda kwa kumalizia nitoe ujumbe muhimu kwa jamii inayotusikiliza, niseme kwamba chanjo ya sindano ya IPV siyo chanjo mpya kama nilivyozungumza mm -hmm. awali. Eh, ni chanjo ya kawaida ambayo kuna dozi ya kwanza katika umri wa wiki 14 Uh, pamoja na chanjo ya matone lakini pia kilichoongezeka mm, ni dozi ya pili ambayo itaanza kutolewa rasmi katika umri wa miezi tisa na dozi hii itaanza kutolewa nimezungumzwa katika halmashauri ya jiji lakini nchi nzima kwa ujumla kuanzia tarehe moja ya mwezi wa tano mm, na dhamira ya dozi hiyo ya pili ni kwenda kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya ugonjwa wa kupoza. Lakini pia la kuongezea, chanjo hii inatolewa kupitia utaratibu wa kawaida wa utoaji wa chanjo zote katika vituo vya kutolea huduma za chanjo sambamba na huduma zetu za mkoba, huduma chanjo kwa jamii, lakini pia uelimishaji na uhamasishaji jamii tunasema uwe endelevu kupitia mbinu mbalimbali, ikiwemo City Radio ambayo leo mmenipa mwaliko, nimekuja kuzungumza. Natoa pongezi na hongera kwenu, na hakika taarifa hizi zitasambaa kwa kiwango kikubwa katika halmashauri yetu ya jiji. Lakini mwisho, nimalize kwa kusema chanjo ya sindano ya polio IPV ni salama na imethibitishwa na Shirika la Afya Duniani, WHO na kuidhinishwa na mamlaka husika nchini, TMDA, sambamba na Wizara ya Afya. Mr. Gweba, kabla hujamaliza kabisa, nilitamani umesema inaanza tarehe moja, lakini hujasema kwa muda gani itaanza sana... tarehe moja rasmi yaani okay, itakapoanza ni endelevu He, kila mtoto atakapo kila mtoto atakapofikisha umri wa miezi tisa. Mfano, tarehe moja, watoto wote watakokwenda katika vituo vya kutolea huduma vya afya mm -hmm. watakokuwa wamefikisha umri wa miezi tisa mm -hmm. wanapatiwa chanjo ya IPV tu. Okay. tarehe mbili watakao kwenda katika huduma wamefikisha umri wa miezi tisa, watapatiwa. Sawa. IPV. Na pia kwa sehemu gani rasmi, ni zahanati hospitali zote au wapi? za vituo, vituo vyote iwe ni hospitali zahanati, uh, vituo vya afya vyote vyenye kutoa huduma ya chanjo nchini Tanzania, na vyo vya serikali au vya binafsi. Na bado nasisitiza chanjo hii haitolewi kwa gharama, inatolewa mm -hmm. bila malipo yoyote Sawa, shukrani sana Mr Gweba kwa kuweza kufika na kutupa elimu hii eh, kuhusiana na chanjo hii ya pili ambayo inawezekana watu wengi walikuwa hawana uelewa nayo, lakini ni moja kati ya chanjo muhimu sana. Kwa namna ambavyo umetueleza hapo, madhara yake ni makubwa. Umesikia madhara ya mtoto kupooza. Eh, wanasema chizi anachekesha kama akiwa hatoki kwenu Ntadisa. Eh, lakini kama akiwa na kuhusu basi, utaona madhara yake jinsi gani ambavyo yalivyo makubwa. Mtoto kupooza ni tatizo ambalo linaweza kuguse kama halija kufika lakini ikitokea limekufika ni dio tatizo kubwa wa chanjo mm, asilimia kubwa. Unajua jamii huwa inatambua kwamba watoto ana degedege hey, hey. ana degedege hey. Kumbe mtoto kashaathirika tayari na ile hali ya kutopata labda chanjo mm -hmm. Na kwa hiyo familia, jamii inatakuwa, itambue kwa sababu ndio unaangalia dalili mtoto mm -hmm. hajalogwa mm -hmm. isipokuwa tu maradhi yapo, na hayo pia, na hasa kwenye usafi kama mm -hmm. mfu ambao unakula. Unajua mtoto mdogo utumbo wake bado ni mlaini pia mm -hmm. hata wamama pia ukitoka kazini kwenye mihangaiko yoyote, ukirudi osha maziwa yako kwa mm -hmm. sababu utoko ulifunike na ile sidiria mpaka urudi, mtoto anafika, unampa, huenda wale virusi wako pale mm. wakaingia tumboni yakatokea mingine, ya mingine kama hayo. Kwa hiyo ukimpeleka hospitali apata chanjo. Tujitahidi kabisa wewe ambao umesikia, hata kama ni baba mkumbushe na mama, kama ni mama mwambie baba, shirikishaneni ili mradi mtoto aweze kupata kinga hii ambayo ni muhimu sana kabisa. Mr. Gweba tunakushukuru, na tunaamini tutakuja kukaribisha siku nyingine kwa sababu ya jambo jingine, kwa sababu kama ni mratibu wa masuala ya chanjo, unajua mambo yako mengi na elimu ziko nyingi na chanjo ziko nyingi. Leo tumekuja kuzungumza kuhusiana na polio, lakini naamini siku nyingine tutakuja kuzungumza jambo jingine. Basi na mimi nachukua nafasi hii kuwashukuru City FM kwa nafasi hii mliotupatia asanteni sana. Sawa, msikilizaji, hiyo ndo dokezo letu la leo, tulitamani tukudokeze kuhusiana na chanjo hii ya IPV ikiwa ni muhimu sana. Uh, wewe kama mzazi mlezi, tunajua watoto wakiwa chini ya umri wa miaka mitano kunakuwa na changamoto nyingi, maradhi mengi, kwa hiyo ni vizuri ukachukua tahadhari mapema Gadisi. kabla mambo hayajawa ya kuwenda hospitali kwa ajili ya kuuguza au hata kumkosa mtoto wako akiwa chini mm. ya umri huo.